Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda ameahidi kutoa motisha kwa askari polisi atakayepambana na majambazi katika mkoa wa Dar es Salaam ili kuhakikisha jiji hilo linakuwa katika hali ya utulivu na usalama. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkuu huyo mkoa wa Dar es Salaam amesema atatoa kiasi cha shilingi milioni moja kila baada ya miezi mitatu kwa askari atakayepambana na ujambazi, pamoja na kuanza usaj, usaj, usajili mpya wa silaha kwa wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam ili kuepusha watu kutumia silaha bila vibali. Mwandishi wetu Nora Uledi ametuandalia taarifa ifuatayo. Kituo cha polisi jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amefika kituoni hapa kuelezea dhamira yake ya kuona jiji la Dar es Salaam linakuwa salama, na hapa anaelezea mkakati wake. Lakini nimeona vyema nitengeneze mfumo wa kuongeza na kuwapa morali au motisha kwao. Nimemwambia kamanda Siro na timu yake, kila baada ya miezi mitatu tutakuwa tunaangalia askari bora aliyepambana na majambazi, majambazi ambao wanawafanya watanzania waishi kwa hofu lakini askari hawa wanajitolea muhanga. Nimemwambia kila askari atakayeonekana amefanya vizuri, mkuu wa mkoa mimi nitakuwa na zawadi ya milioni moja kwake, kama sehemu ya kuongeza morali. Na baadaye mkuu wa mkoa akaelezea mpango wa kusajili upya silaha kwa wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam ambao wanatarajiwa kuanza tarehe moja mwezi wa nne mwaka huu hadi tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu. Ifikapo tarehe moja mwezi wa nne waende kwenye ofisi zao za mausidi wao au malapisi, kama ni Kinondoni, kama ni Temeke, kama ni Lala, kutoa taarifa za uhalali wa umiliki wa silaha zao. Maana yake tunataka tusajili upya, tujihakikishia kwamba tunazo silaha ngapi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na nyingine, silaha hizi zinatumika kinyume na taratibu. Kwa upande wake kamishina wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Simon Siro, akaeleza kile kitakachofanyika mara baada ya kukamilika kwa muda wa zoezi la usajili wa silaha kwa mkoa wa Dar es Salaam. Watanzania na hasa wazalendo, huna sababu ya kusubiri mpaka ukamatwe, maanake kukamatwa mwisho wake ni kupelekwa mahakamani na utaacha familia yako bila sababu. Lakini kama genuinely unaamini kabisa hiyo silaha unaitumia inavyotakiwa kwa mjibu wa sheria, basi ni vizuri ukaenda kwa UCD, uka ukiwa na kitabu chake cha silaha ukiwa na, na risasi zake na kueleza risasi zile umezitumia kama umetumia risasi kumi utuambie umezitumia wapi, kwa mazingira yapi. Katika hatua nyingine, kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Simon Siro, amesema jeshi la polisi mkoa wa Dar es Salaam limefanikiwa kumkamata Hussein Halili ambaye ni mtuhumiwa wa usambazaji wa dawa za kulevya kwa mkoa wa Dar es Salaam akiwa na Benson Muro ambaye alikutwa na mzigo huo katika gari lenye namba T407BMM aina ya Toyota Hilux pickup katika eneo la Mbezi Bichi. Katika masuala ya usalama barabarani, jeshi hilo pia limefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni mia tano sabini na saba ikiwa ni tozo kwa madereva wa magari kwa makosa ya barabarani ndani ya wiki mbili katika mwezi huu Machi. Nora Uledi, TBC, Dar es Salaam.